Basi, karibu tena katika sehemu yetu ya kumi na sita katika basi, babake alikufa na binti akatengwa na mama yake. Baadaye anauja ulikana kwamba alikuwa ni mtoto wa binti mfalme Mango. anashikiliwa na waziri mkuu wa taifa ambaye ana nguvu zaidi kuliko mfalme kwa sababu ya ujanja ujanja <coughs> na mambo mengine mengi ambayo tulikwisha kuyaona. Sasa tunaendelea mbele zaidi, tuone nini kinakwenda kutokea Malkitar. katika matukio mengine yaliyobakia. Hii ni sehemu ya 16 Wanita the Kingmaker <coughs>

Binti anataka kusema kuna niambia hata kama una sababu gani. Hizo sababu zako zote zisingeweza kumfanya babangu arudi duniani tena. Na kuhesabu kama mnyama. Asiachi. Kutega kutega kwenye chai kuchipiana. Sita kujua sababu hiyo kunisaliti saliti nini? Kwa nini ulinisaliti? Hata kuutafuta ukweli huta nisaidia chochote. Maana ukweli utakao niambia mimi bara hutaweza kumridhisha babangu. Babangu ameshakufa kwa usaliti wako. Fataishi maisha yako na mimi nitaishi maisha yangu. Hajaamua kumlipizia kwa namna yote, leo kumkata mawasiliano naye, lakini pia binti alifanya vile kwa sababu yake binafsi. Bibi aliumia sana, lakini alishukuru kwa jambo moja tu kwamba at least ujamaa anaishi, ili kwake ni jambo kubwa. Alisema nashukuru, nashukuru tu kwa sababu bado uko hai. Binti alikuja kwa mishemisha zake fulani huko, alikuja na mishemisha zake. Ndio akajikuta amegongana, lakini pia usiku ulikuwa usiku wa tabu sana kwa jamaa. Alijikuta anawaza mambo mengi sana kuhusu bba, anawaza mambo mengi sana. Kumbuka hii ni ribbon ambaye alitoa kwenye nywele zake la siku Akaifunga mahali akasema, itakuwa ni kumbukumbu yetu, utakapoiona tu uweze kuja. Walipendana sana enzi zile, lakini anakumbuka kile ambacho masta wake alimwambia: umwepuko wa binti Lasiv atakuwa ili akamilishe hatima yake, na wewe tafuta namna kukreti hatima yako binafsi, hitimisho la maisha yako. Ko, bado anampenda ubinti, sijui itakuwaje. Hatukujua siku ile naye aliitwa pale kwa Queen Mother, na alimwambia nini Queen hatuwezi kujua, ni Queen alimpa kazi gani hatuwezi kujua. Eh, sasa leo tunashangaa baba yako anakuja huku. Sema, yaani mji mzima wote ni empty, kumbe watu wote wameshuka huku chini. Eh? Na siku jamaa na nyomi, watu wanataka kutabiriwa. Watu ni wengi kweli, kwa nataka kutabiriwa. Hata ile Rudy Monkey amekuja. Ah, <tok> eh, anashangaa, yuko na mabaunza wake. Kwa hiyo wapuzi, wateja wangu wote mmehamia huku. Oh nini, biashara imekuwa ngumu kule, sio? saidieni maisha ya master yenu bana, hungi. Wamekuja kuleta tu fujo basi. Kuruga vitu. Maana biashara ya elimanki imeharibika. Alikuwa tapeli la ukweli. Ah, basi ni fujo sana. Dada alikuja alimkata mambata ya uso. Unamsukuma ndugu yangu, unamfahamu wewe. Unataka. Unataka faini. Eh? n anasema ni mara yangu ya kwanza kwa mwanamke kunitenda hayo watu wanacheka. <laughs> Mara Mzimbabwe anakuja na cheka na seda, wana ndoa wakubwa namna hii. Tulieni e, kimya. hakuna cha ndoa hapa, pumbavu nini? Tule, ndoa toka nani? nikupeleka vilizeli kubwa hii Tule, toka umeleta mikosi yote hii Redman. sasa hivi biashara imekuwa ngumu jamani. <laughs> Ah. <laughs> Basi ni la tupo. Ashemko. Sasa naenda wapi? Hakakata. <laughs> Rudi ndani bwana. Kuliza. <laughs> Rudi ndani bwana. Wewe <laughs> pumbavu nini? <laughs> Yaani unataka kuniweka jela saa zote, nafikiri mimi ni mfungwa? Hata mimi na haki ya kutembea. Tembea, umeniweka tu kujela muda wote? <laughs> Mas, The bro sikiliza. Si ni afadhali ukae jela wakati mimi pesa inazidi kuingia. Watu wanaleta pesa wanataka kutabiriwa nini? Lakini alimuona binti mmoja pale. Alitaka wairisha swala kuendelea kutabiriwa akavutiwa na jambo hili. Huyu binti amekuja na kakake. Wana matatizo na wanataka kutatuliwa shida zao. Wataalamu hawa ndio mafundi, hawa ndio huyu jamaa anasema, nataka kufahamu kama kipindi hichi ninaposhiriki nta... mitiani ya kitaifa kama nitafanikiwa. Akamuliza kwa nimeshajaribu mara ngapi kwa feli? Anasema zaidi ya mara kumi nimekuwa nikijaribu mitiani na feli. Nataka nipate kazi serikalini na nimesoma lakini na feli mtiani, nakuwa kama vile mtu mwenye bahati mbaya. Ndio. Una bahati mbaya kwa sababu umemuuza dadako, amekuwa akiuza sura yake na kicheko chake kwa wanaume kwa ajili ya kujipatia pesa. Umejuaje kazi yangu? Anasema uso wako umejaa hofu nyingi. Kwa sasa hivi unaonekana una aibu lakini, usiku unavaa nguo za kikaaba na kujiuza huko nje, mchana unabalisha nguo, unavaa mavazi ya namna hii. Anasema ndio kwa sababu mama yetu ni mgonjwa. Kuna njia nyingine kupata pesa ndio brother. Nataka kufahamu tu kama nitafaulu kwenye mtihani ili tutatue matatizo ambayo tuko nayo mbele yetu. Tuna matatizo mengi sana ya kifamilia. Nataka kujua kama nitakwaje. Kama vipi basi, pia utuonyeshe na njia ya kuseti mambo yakae vizuri. Eh?

bado sitaweza kukutabiria. Kwa nini? Akamba siwezi, akamacha kuwa serious basi. Mbona manake? Eh. Ehe. Eh. Jamaa hajafahamu. Brother, sasa inakuaje brother, mimi sijui. Akaona kama ile jamaa amemdharau sana kutokuweza kumtabiria. Sasa jioni yake huyu jamaa anamuhoji, bro, vipi bwana? Piga pombe. Ana maswali mengi ya kujiuliza sajunu... mtu Angevish. Ni kama upepo lo katikati upe... ya yani, ni kama mshumaa katikati ya upepo na baridi kali. Wow. Ah. Winter, mshumaa katikati ya upepo na baridi kali kwao lazima ulimshimia ungezimika tu. Kwa maana gani unasema una bahati mbaya? Yani una mkosi katika familia yote kwa jumla, ni mtu hatari sana, anaweza kufa labda arudi tena mara kumi mbeleni huko. Sasa nini? Kuhusu ungepokela, achana na bahati mbaya za mtu, unapeleka wapi hizo bahati zake mbaya? Wewe shika mshiko. Ah, hapa mjini tunatafuta hela bwana. No, kuna. Watu wengine ukivigua na vikaushia, unakamata hela kamba ya mna. Na? Unajua wa watu wabaya kuliko watu wote duniani ni watu wa namna gani? Watu dhaifu na wasikona, wasio na vipawa ni watu wabaya kuliko watu wote duniani. Kuruje. Kwa hiyo mara nyingi inakuwa hivyo.

na tarehe ya kuzaliwa lakini nje hapo yeye mwenyewe kuna namna taboni, naricha. Sasa tunakuja kwa Kimoni waziri mkuu. Ana mwanamke mmoja wanamwita Nahabu ambaye yeye ni kahaba tuseme, konkobaina ni suria wa ambaye anakuwa na mke lakini wanawake wakumpa na mke lakini wanawake wakompa burudani na wanakuwa na uhalali kabisa katika jumba la waziri mkuu. Amealika wanawake wote wa mahadhi, yani wanawake waliolewa na matajiri asubuhi ya leo. Anasema nimependa kushare pamoja na ninyi chochote. Lakini ghafla nasikia princess anakuja. Bongriuli. Eh, hey, princess, princess wetu. Princess na mishemishe za kwanza walishangaa kumuona katika eneo kama hili. Zamani wana desturi ya kija mtu mwenye cheo kikubwa unampisha kwenye kiti chako anakaa yeye. Hata kama una watu wako inabidi ukae um pembeni. Ambe, hey, mbona sikutoa ujumbe o princess, uweze kuja hapa? Ni kweli sikualikwa. Changyang buindirkeso. Lakini nimesikia wanawake wa mahadhi wamealikwa hapa. Basi nami nikasema ni jiangalau niwasalimie. Wanawake watu wakubwa. Anamtazama. Ee. Ndio, ndio, ndio. Oma ni mreilchinyo isho tato ni. Lakini pata habari kwa mama ako wa kukufunza vitu fulani. Kwa sababu likuacha, bado binti mdogo, kuna mambo mengi ya famu ngawa. Princess ndio hivyo. Akajifanya ni mjuaji. Wewe nini, maneno gani unaongea? Wakaona mwe watu wanajali heshima. Inabidi apishe hicho kiti, princess akae hapo. Princess cha kwanza kabisa, huyu nahabu akawa ameanza kumngonga vibaya. Sasa unajua kina dada vijembe kawaida. <coughs> Wakaanza kuambizana, "Huyu mpuzi nini?" Ni kaaba wa zamani anaanza kumbokea bokea princess wetu ana. Pamoja na nyinyi, nataka niwape hadisi ya kaaba mmoja mbaya mwenye sura mbaya. Kaaba mwenye sura mbaya anasema bwana aliweza kumpenda kijana mmoja handsome tena tajiri kisonyani, lakini shida huu kaaba uso wake ulikuwa ni mbaya, kwa sababu alikosa vipodozi, kwa wale kuwa na machunusi kulikweli. Alipopata nafasi kutana na yule yule kijana, yule jamaa alimkimbia kwa sababu hakuwa tayari mwanamke wa alikataliwa na, na, na, ma... na... tu kawaida, kila mtu alifahamu. Sasa na habu mbona anatoa? <laughs> kweli yani, ile kitendo cha kukataliwa na yule mwanaume basi, kuna jina alipewa bayabaya tu Nindiri, kuhairu,

Maana hii siri anajua kunaga, mtu atanafahamu. Sasa anajiuliza udada, hii siri kaijuaje? Ni kweli udada amfahamu, ila nina, ni msoma nyota, akikuangalia anapata picha yako kamili na kila kitu kapata. Ndo ibidi sasa amuulize, baada ya wale wageni kuondoka, umewezaji kujua mambo yote haya? Kuna mtu amekaa kakodisiadi, na hakuna mtu anafahamu maisha yangu ya awali, huu umejuaje haya au ni kweli princess, una nguvu kama jinsi watu wanavyosema? Anasema ni kweli, mamangu hakunifundisha mambo mengi sana, lakini mamangu aliniachia skills, aliniachia uwezo fulani is... na huyo mwanamume ulikuwa ukimpenda kile kipindi akakokataa, kwa sasa hivi ni prosecutor katika jumba la kifalme, waweza kumpata tena? Anyway, akaushika mkono ule binti. Baada ya kushika ule mkono ule binti anayaona yote, anambia pia, huu mkono wako umesha mwandikia barua mara kadhaa tena, barua ya mapenzi Je, Unafikiri kama Lord Hawks akifahamu hili itakuwaje, hmm? Waziri mkuu ambaye ndo unayelala naye na kwa kama suria halafu akajua kuna prosecutor unampenda na unamwandikia barua wa kimapenzi, itakuwaje? Kampata kwenye udhaifu wako, akona. Okay, mwisho wa siku naona umeidhihirisha rangi yako halisi alisi. Sio, niambi, unataka nini kwangu? Acha kunizunguka. Na unataka utajiri? Unataka wanaume au, unataka maisha yangu? Nachotaka unipe nafasi yako ya rumu yako ya kwenye biashara ako kuwa impress katika miaka ya baadaye. Basi nafikiri alipata nafasi. Kwa hiyo aliporudi huko mambo yalikuwa ni safi kabisa na kila kitu kilikuwa poa. Akiwa na pamoja na mfanyakazi wake walikuwa wanapiga hadithi kwamba kazi imeenda safi. Sasa anaenda katika utekelezaji halisi wa kazi ambayo alikuwa amepewa. Tuko sambamba, tuko sambamba zaidi. Hiyo hapo ni katika sehemu chane. Seasangi purumeno ndugudu kobu asomu ingoshi. Ani katika sehemu yetu ya 16 tunakwenda katika sehemu 17.